Amani ya mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe mtazamaji wa chanela yetu fizi news event katre. Karibu kwa mara tena kufaidika na huduma zetu, tunakutangazia toka mashariki mwa DRC. Mtangazaji wako jina langu Natasha Mengo Andrea, tukiwa jimbo la Kivu Kusini. Habari hizi tunaangazia katika kona za Fizi. Mtu mashuhuri wa eneo la Fizi, mwanabunge jimboni na mchaguliwa wa tarafa la Fizi Bumbu Malite Job ameonyesha huruma yake kwa wakaadhi wa sekta ya nganja katika tarafa la Fizi na kuomba msaada wa haraka kwa familia zilizoathirika na mafuriko katika eneo hilo. Alisema hayo katika mahojiano na mwanaripota wa chanela yenu Mei kumi na tatu mwaka tulimo tukiwa Jumanne. Kwa mwana wa eneo la Fizi, maafa ya kasaba yamesababisha vifo zaidi ya watu mia moja na uharibifu wa masoko kadhaa, hospitali, shule na miundombinu mingine, hali ambayo inaziweka familia kadhaa katika hali ngumu na inahitaji usaidizi wa mamlaka na watu wenye moyo mwema. Bumbu Malita Job amazungumza hayo katika mahojiano nasi. Tulipokea ile shida kwa roho kuuma sana. Ile mavule iliyopiga mwile mwingine wanaita asaba ina mbashikalangwa musektere ya nganja muteritware ya Fizi obodi lak Tanganyika iliua karibu watu mia wenyewe walihusirika wali kuile wakati na manyumba maposte de sante commerce vitu vyote vilipotea. Kwa hivyo tunatoa mkono wa pole kwa jamaa zote zilizoushirika na tuko pamoja katika roho ya kuvunjika kukuwa pamoja nao kwa hii wakati ya nguvu inayowapata kwa hivyo tunaomba watu wote wa moyo safi kisaswa nivou ya gouvernement national provincial mais ma ONG zote wanaweza kusaidia waen, wasaidie ndugu zetu waliopata ile msiba. Na kwa hivyo sisi sote kwa roho ya kuvunjika tuko pamoja nao katika hii wakati nguvu wanaopitikaniana sadadi ile mwingine ya saba wasijione kama wiko wenyewe. Sisi sote tuko pamoja nao katika maombi na sala, kwa kuangalia gisi Mungu atarizisha moyo zetu sisi sote. Takribani ya uharibifu wa masuala ya mvua unaendelea kuongezeka katika kona mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini tukijielekeza huko kale mvua zinaendelea kusababisha uharibifu katika eneo hilo. Katika siku za hivi karibuni, makumi ya nyumba zilionekana kuharibiwa kufuatia mvua zilizonyesha mwishoni mwa wiki iliyopita, mnamo kikundi cha Mbinga Kaskazini, tukiwa tarafani Fizi. Mashirika ya kirahia ya eneo hilo yanayonukuliwa na, na wenzetu yanaripoti zaidi ya nyumba kumi na moja zimesombwa na maji, zingine hamsini na moja zimeharibiwa. Taarifa ambayo tuko nayo kwa sasa inabainisha kwamba taasisi ya Bulungu na kanisa la Seka 40 zimeonekana kuharibika kwa mafuriko hayo ya maji. Aidha, mashamba na mali kadhaa za kilimo zimechukuliwa na maji. Mashirika ya kirahia yanatoa wito kwa msaada wa wasirika wa majanga haya. Wakati huo huo, katika eneo la Fizi, idadi ya waliofariki kutokana na mafuriko ya kasaba inaendelea kuongezeka kupanda juu. Kwa sasa takribani watu mia moja kumi na nne wamefariki kwa mujibu wa takwimu ya hivi punde iliyotolewa Jumatatu hii na serikali ya mkoa wa Kivu Kusini. Usalama katika kongamano la mkurugenzi mtendaji wa mji wa Abidjan, rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa walionyesha nia yao ya pamoja na kuona Afrika inachukua jukumu la kutatua migogoro yake wenyewe, hasa mzozo wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakitambua hitaji la uratibu na washirika wa nchi. Kulingana na Actualite CD, akizungumza wakati wa jopo kuhusu ushirikiano wa bara, Paul Kagame alianzia wingi wa juhudi zinazoendelea, akitaja zile za Qatar na Marekani, lakini amesisitiza, hatuwezi kusema kwamba tumefaulu. Kila mtu anajaribu, tena inakuja kwetu kwa kweli. Alikaribisha maendeleo yaliyofanikiwa ndani ya Umoja wa Afrika katika kipindi cha miaka kumi iliyopita hasa katika mifumo ya amani na usalama inayolenga kupunguza utegemezi wa ufadhili wa kigeni. Kagame alikumbuka kuwa Afrika lazima ifafanue mwelekeo unaotaka kuchukua na kuepuka kutegemea kabisa michango kutoka nje. Ingawa tunaweza kufanya mambo sisi wenyewe, bado tunahitaji kuwatia washirika. Kwa upande wake, Cyril Ramaphosa amesisitiza juu ya kanuni za umiliki wa Afrika wa michakato ya amani. Mchango wowote wa ambao waigizaji wasio wa Afrika watatoa, hatimaye lazima uidhinishwe, usainiwe na umilikiwe na sisi wa Afrika, alisema. Mwisho, anabainisha kuwa juhudi zinazoendeshwa na Qatar au Marekani lazima ziwe sehemu ya mfumo wa Kiafrika kimsingi. Marais hao wawili walionekana kuzika angalau hadharani tofauti zao za hivi majuzi kuhusu hali ya usalama nchini DRC. Ramaphosa alisema baadhi yenu huenda mlifikiri kwamba cheche zingeruka tunapoketi kando ya kila mmoja wetu. Kauli hii inajiri baada ya msururu wa mvutano kati ya Kigali na Pretoria. Mapema mwezi Mei, Paul Kagame alikosoa Afrika Kusini kwa kauli zake kuhusu ujumbe wa kijeshi wa Sadeke nchini DRC, Sami DRC, na kukanusha kuhusika na Rwanda katika vifo vya wanajeshi wa Afrika Kusini. Ramaphosa, kwa upande wake, alikuwa amewalaumu moja moja kwa moja, M23 na askari wa jeshi la Rwanda. Habari za kijamii. Siku ya kimataifa ya Rastafari inasherekewa kila mwaka Mei 11. Hii ni kuenzi utamaduni na dini ya Rastafari. Siku hii ni fursa ya kusherekea mafanikio na michango ya wafuasi wa Rastafari ya duniani kote, pamoja na kuendeleza amani, umoja na usawa kwa wote. Harakati za Rastafari zilianza Jamaika katika miaka ya elfu moja mia tisa thelathini na zilishika kazi katika miaka ya elfu moja mia tisa makumi sita Warastafari huamini katika Mungu mmoja anayeitwa Jaa, na mfalme wa Ethiopia Haile Selassie wa kwanza, ambaye anachukuliwa kuwa Masii wa Rastafari. Pia wanatetea upendo uvumilivu, haki ya kijamii na ulinzi wa mazingira. Utamaduni wa Rastafaria unazingirwa na vipengele tofauti kama vile muziki wa rege, rangi nyekundu njano na kijani na matambiko kama vile nyimbo na ngoma. Muziki wa reggae unapendwa na wasanii kama vile Bobo Marley na Peter Tosh na nyenzo muhimu katika kuwasilisha ujumbe wa amani na upendo. Moise Chiralirwa Masonga alisema siku hii ni fursa ya kuongeza uelewa kwa umma kuhusu maadili na mafundisho ya vuguvugu vugu la Rastafari linalotetea amani, umoja na usawa kwa wote. Rastafarism ni mafundisho ya maisha, ni masomo ya maisha yenye natuambia sisi wote tutumike tu, tu, tu, juu ya amani. Tupendane, tuache ubaguzi, tuache ujeuri, tuache mambo mingi yenye ailete eh, amani kati yetu. Tupendane sawa viumbe uh, vya Mungu na tujue tena kuwa na nguvu ya kuhurumiana ni wakati, sasa kwa siku yetu sisi warasta kupana um, message ya, ya amani kuambia watu wote kama tunapashwa tumika juu ya amani. Inafaa kukumbuka kuwa siku hii kima ya kimataifa ya Rastafari ni sherehe ya tofauti, upendo na umoja kwa watu wote wa ulimwengu, na sote tunaweza kujifunza masomo muhimu kutoka kwao ili kujenga ulimwengu bora na wa haki kwa wote. Habari za utamaduni: mwanamziki Birafa atangaza kuachia wimbo wake unaoitwa Mwanari ili kuonyesha mshikamano wa watoto yatima, maskini na watoto wa mitaani ili kuwapa matumaini. Alieleza hayo katika mahojiano nasi Jumanne, Mei 13 mwaka tulimo. Anajulikana kwa utunzi wake tofauti juu ya mada za mapenzi na ukweli mwingine wa ujana. Msanii Birafa alitoka katika eneo lake la starehe ili kuleta tabasamu kwa watoto wa mitaani, yatima, na watu wengine wasiojiweza ambao mara nyingi hupuuzwa katika jamii. Mwisho, anabainisha kuwa wimbo huu ni njia ya kuwatia moyo na kuwapa matumaini watu walio katika mazingira magumu na matatizo. Birafa anawataka kutokata tamaa na kuweka matumaini yao ya maisha bora ya baadaye. Wapenzi wa mziki mzuri, jambo, mi ni artiste wenu Biraf e, nakuja kutambulisha ngoma yangu mpya itatoka soon, inaitwa mwana ru. Kwa wanaonijua sana, naimba mziki sana inayohusu mapenzi, lakini hapa sasa nili, nilitaka kuongelea hiyo kush social yenye, e, mara mingi huwa tunasahau ku, ku kuzungumzia hiyo kushosiale ya orfela, watoto wa barabarani. Jili mimi mwenyewe niko orfela, nikaona bora niongele hii maisha tunapitia, huenda itasaidia kupatia mtu espoir na kukumbusha watu kama kuna hiyo kush sosiale inabidi kufuatilia kwa ukaribu sana sasa ujumbe mkubwa ilikuwa ni ujumbe wa ni ujumbe wa, espoir, wa kuambia wale watu ambao wako mailes. situation kama sio ya milele sio ya milele na kila siku tunapoishi ni kukuwa na espoir kama kesho itakuwa vizuri zaidi nyimbo haijatoka bado nimeachia uh, teaser ama parti fulani kwenye mitandao zangu za kijamii Facebook, Instagram na TikTok. Kila mtu mwenye atapenda kujua mengi aji connect na mimi ili uh, asirate siku ya kutoka kwa hii nyimbo. Mwanaitike kwa wale watu wote wanaonipenda, wanaosikiliza mziki wangu, wanapenda navyo, navyoimba, navyofanya na wa, na wapenda pia uh, tunapitia moma, iko difisil, tubaki kwa umoja kwa upendo, na nadhani Mungu atatushindia. Tutakutana tena, asante kwa radio Ortenk, asante kwa watu wote. Kwa ufupi, wimbo huu unatoa wito kwa wapenzi wote wa mziki kusubiri bila kuchoka, maana wimbo huu hapa karibuni utakuwa kwenye jukwaa baada ya siku chache la zaidi ya tuna mtazamaji wa chanel yetu, asante kuwa nasi mwanzo hadi tamati. Amani ya Mungu izidi kuwa pamoja nawe, tuonane siku nyingine kwa majaliwa ya mwenyezi Mungu, na kutakia Jumanne yenye amani na mafanikio, kwa herini. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi.